Kuna hawa sasa wanadai ingi kutawala kila kitu yako, waseka hao inafuna waambia waende utawala, ju utawala ndio kuna watu watuhu wanatawala, hakuna kitu kwa na hope kama City Hoppers. Ndio maana kila siku wanapatikana ngatawa kibeba beba. That's why wana live na hope. Ndio maana wakaitwa City Hoppers. Walai kila mseu kuwa na Adam kwa maisha yake ona, mwingine ananiulizaje, Si Adam, eko ni Adam. Kwa na hosi ya waenda wazimu. Wala isa ningekuwa na watu wengi juu, watu wote wanasema wanga wani waenda wazimu. So imagine, ningekuwa na hosi je? Watu wote si wangekuwa waenda wazimu. Nimesikia kuna place inaitwa Kutus. Kwani huko wase wamejana kutu wameja huko ama, please. Msitulaumu, ebu niambie. Msitulaumu msitulaumu. Hii ni awase wanaitwa wanyama ka okay, naitwa wanyama nikikuita punda inafaa uitike, nikikuita dogi inafaa uitike sawa. Alikuwa anataka twende tutoe lock, so mimi kitu nilibeba ilikuwa padlock, twende tukaeke lock we well, Ambieni shetani acha ujinga. Mtu kama mimi nimechoka kununua nguo na kuvaa nguo, nataka nirudi Garden of Eden nitembee uchi ka Adam and Eve. Ai, mimi sikusoma. Nakumbuka mode wa English alikuja kaniambia ni spell, jina dry spell. Sasa mimi nika spell, dry D R Y. Na hivyo ndio alinifukuza kwa lesson yake. Saa hii niko shiwa kuna msema mahali anateseka. Wejua, ka unateseka, unateseka wewe peke yako, kama angekuwa na uzakili wanaingenunua akili yako.